Licha ya kwamba tunatunuku wanawake vinara kumi na sita tuzo, tuna mwanamke kinara nambari moja ambaye kwa yale ulioyaongea anastahiki kupewa tuzo na tuzo hii inastahiki kutoka kwa wanawake wa Kanda ya Ziwa ishirini ishirini na tano, tukimtambulisha rasmi kwa niaba ya wanawake waliopo hapa mbele, kwa sababu wamenipa ridhaa hiyo. Tumtambulishe kwenu nyinyi wananchi wa Tanzania na kwa dunia nzima kwamba Dkt. Samia Suluhu Hassan ndiye mwanamke kinara nambali moja, na wanawake wenzie tunamuunga mkono, na kupitia hadhara hii, mgeni rasmi, utufikishie ujumbe wako wetu, kwamba wanawake vinara walioshiriki kwenye tuzo za wanawake vinara na kwa niaba ya wanawake waliopo nje wa kanda ya ziwa sisi tunasema tutasimama na mama Samia Oktoba 2025 nataka na nisikie vigeregere ambavyo vitamwamsha Dr. Samia Suluhu Hassan ajue Mwanza na kanda ya ziwa kuna wanawake ambao tumesema iwe mvua iwe jua iwe mchangani iwe majini tunasimama na Samia Suluhu Hassan. Basi ninakuomba, tuna tuzo ya heshima kwa mwanamke kinara namba moja Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, nakuomba tuzo hii utufikishie kwa rais wetu kipenzi cha wanawake, kipenzi cha wanakanda ya ziwa ambao tumesema tunasimama na mama, na hakika anatuheshimisha, hatutamwangusha, tutamwonyesha maana ya ushindi pamoja. Wa mama, naomba nisikie makofi na vigelegele, ruksa kucheza pale pale, cheza kidogo wee mwanamke nani Mama Mama Samia oyee! Sikilizani yeah. Mama, kwanza kutashangilia Mheshimiwa Rais tu, tu, tunashukuru sana. Hapa ndo tukua tunaelekea mwishoni, tunashukuru sana kwa simu yako. Wanawake wa hapa kutoka Mwanza, kutoka Simiyu, kutoka Tabora, kutoka Kigoma, kutoka Geita, kutoka Kagera, kutoka Mara, wanakupenda sana, na wewe ndio kinara wao. Mama Samia, Mama Samia, Mheshimiwa Rais, karibu sana, huzungumze na wanawake, wanakusikiliza na naashukuru sana, nawashukuru sana sana sana sana. Nilipata taarifa ya, ya shughuli yenu niliambiwa kwamba leo mtakuwa mna kikao kikubwa sana na kwamba katika kikao chenu kuna kupeana tuzo, na kwamba na mimi mmenitunukia tuzo. Nilikuwa nipige mapema sana kuwashukuru, lakini nilikuwa na shughuli zingine, lakini nafurahi kwamba nimewahi kabla shughuli yenu haijavunjika. Tunakushukuru sana mheshimiwa. Kwa hiyo nashukuru sana sana kina mama wa kanda ya Ziwa na mikoa ya Magharibi kwa kunifikiria kunipa tuzo. Mimi nawashukuru kwamba mmenipa ushirikiano mkubwa sana na nikaweza kama mama kuyafanya yale ambayo tumeweza kuyafanya. Kwenye maji, kwenye elimu, kwenye afya, kwenye umeme na mengineyo. Mimi nawashukuru sana kina mama kwa utulivu wenu na kunipa nguvu. Amina. Kwa hiyo, mimi naishukuru tena kwa tunzo na niwatakie kila laheri. Amina. Ahadi yangu kwenu, sitawaangusha. Nitajitahidi kuwatumikia. E, nitajitahidi kuwatumikia kadri Mungu atakavyoniwezesha. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na niwatakie kila laheri, na mmalize vizuri, na Mungu awabariki akina mama. Oye Tanzania, oye. Asanteni sana, asanteni sana Mheshimiwa Rais. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante, asante, nashukuru na mimi, na Mwenyezi Mungu akubariki sana Mheshimiwa Rais. Amina, amina, nanye pia asante, asante.